Ushahidi mwingine kuwa jeshi la magereza liko imara, imara sana. Hongereni sana. na kamishna wa magereza ulikubalia, yule bwana yule aliyekuwa anaendesha gwaride, sijui yuko wapi? Asante oh, asante sana. Huyu bwana huyu, nilikuwa namwangalia sana kwanza, wakati ananiongoza kwenye kukagua gwaride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 Asante sana. Asante sana. Na ukakamavu wake, tuseme ukweli, ninyi uongo uongo, ukakamavu wake hautiliwi shaka, hadi mimi nilikuwa namuonea wivu. Alafu wakati anakuja karibu na jukwaa kulikuwa na mstari, nilikuwa najaribu kuangalia huu mstari umechorwa kwa bahati mbaya au una sababu kila akija akifika kwenye huo mstari anasimama, akasema mwamba kajipanga. Hongereni sana kwa gwaride zuri, hongereni sana.